Safari ya Mira msituni. Nilipokuwa nikitembea kwenye njia ya msitu, nilijiuliza moyoni, kwa nini maumbile ni tofauti hivyo? Kisha malaika Mikaeli akakaribia na kusema, "Mira, nguvu za Mungu zinafunuliwa katika maumbile. Usisahau kwamba hata imani ndogo ni ya thamani mbele yake. Kwa kuwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu, sifa zake zisizoonekana zinaonekana wazi kwa mambo yaliyoumbwa Warumi moja ishirini. Nilipotazama misonobari ya kijani, nilihisi wivu. Je, naweza pia kuwa na imani isiyoyumba? Malaika alisema, Mungu atakushikilia hadi mwisho, usitikisike. Jifunze kutoka kwa imani ya kijani, daima jani lake halinyauki. Zaburi moja tatu. Niliposhika jani jekundu la mwaloni, nilinongona Je, imani yangu itakuwa moto kidogo kisha izimike? Malaika alisema, lazima uendelee na upendo wako wa kwanza hadi mwisho. Imani isiyo na mizizi itaanguka haraka. Kwa kuwa haina mizizi, huamini kwa muda na majaribu yakija, huanguka. Mathayo 13:21. Nilipoona mto ukitiririka chini kuelekea sehemu za chini, nilisema, nataka kuwa mnyenyekevu kama mto. Unyenyekevu ni njia ya baraka, lakini kiburi ni njia ya ukame. Neno lazima litiririke ili kuleta uzima. Unyenyekevu hutangulia heshima, Methali 18 12. Nilipotazama nyota, nilinongona, mimi ni mdogo na sina thamani. Je, Mungu atanikumbuka? Mira, Mungu anaita hata nyota kwa majina yao. Hata jina lako halitasahauliwa anaziita zote kwa majina. Zaburi 147 mstari wa 4. Nilipotazama mchwa wa chapa kazi nilifikiri, kwa nini mimi ni mvivu hivi? Aliye mwaminifu katika mambo madogo ataaminiwa na makubwa. Uvivu hufanya roho iwe na njaa. Ewe mvivu, nenda kwa mchwa, utazame njia zake na uwe na hekima. Methali 6:6. Nilipoona kondoo wakimfuata mchungaji wao, nilisema nataka nami nifuate sauti ya Bwana. Wale wanaosikiliza neno ndiyo kondoo wa Bwana. Usidanganyike na sauti nyingine. Kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua, nao hunifuata, Yohana 10:27. Nilipomwona ng'ombe akilima shamba, niliamua nataka pia kuwa mwaminifu tafuta kibali cha Mungu zaidi ya sifa za watu. Hata kama haionekani, Mungu anajua uaminifu wako. Kilichotakiwa kwa wasimamizi ni kwamba kila mmoja aonekane mwaminifu, moja wa Korinto nne msada mbili. Nilipoona mbwa na nguruwe kando ya barabara, nilielewa hata nikishapokea neno, nikifuata tamaa zangu huanguka tena dhambini. Ni lazima uache dhambi ya kawaida na umgeukie Mungu mbwa hurudi kwenye matapiko yake na nguruwe aliyeoshwa hurudi kulala kwenye tope. 2 Petro 2:22 mbili mbili. Msituni nilipiga magoti na kuomba ee Mungu, usiniache katika udhaifu wangu. Mira, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa maarifa. Msitu ni kitabu na kioo cha Mungu kilichotolewa ili kulinda imani yako. Kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa maarifa, Methali 1:7.